Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin al wassalatu wassalamu alatamani lakmalani lmutalazimani ala sayyidina rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man wala, amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma na amani kipenzi chetu na Mtume sallallahu alayhi wa aalihi wasallam. Tunaendelea na madrasa haya ya Seera na tumefika katika kuja, ama matukio ama yaliyotokea kwa kuja kwa huyu 'Adiy bin Haatim. Naam. Huyu Adi ibn Hatim kama tulivyosema ndio yule ndu, kaka ya yule mwanamke aliyoshikwa kisha Bwana Mtume akamwacha. Basi huyu Adi akaja Madina kwa ile nasiha ama rai ya dadake. Akaja mpaka Madina akapanga kukutana na nani na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alipofika pale akakutana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamuuliza nani? Yaani <coughs> wewe nani? Maana rajul yule akamwambia, mimi naitwa Adi ibn Hatim ah Atay. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yumjua Hatim Atay, kama ilivyotangulia. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamchukua akamwambia, twende pale kwangu nyumbani. Wakatoka, lakini walipofika njiani kukatokea eh, tukio likamwathiri sana huyo Adi. Wakumbuka Adi alikuwa yeye ana shaka, je, huyu ni mtume ama ni mfalme? Yeye ataka ufalme tu, yeye ataka uongozi tu. Basi pale njiani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akakutana na mwanamke mzee. Yule mwanamke mzee akamsimamisha bila ishkali yoyote, yani hakupata hakuona uzito kumsimamisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili jambo la kwanza eh? Sisi viongozi, ama mtu yoyote ambaye ana uongozi fulani katika jamii eh, ni wa kikaunti ama mtaa ama, ama, eh, ama <coughs> mji ama nchi eh, wafalme sijui je, yeah, aweza kweli kusimamishwa njiani na mtu yeyote? Yani yule mtu anao uwezo wa kumsimamisha, hata kuwa yeye atasimama ama atosimama kabla ya kusema kuwa atasimama ama atosimama. Je, sisi watu wa kawaida tunaweza kusimamisha viongozi kama hao eh? basi yule mwanamke akamsimamisha bila ishkali yoyote, mpaka ikamadhiri sana yule hadi akashangaa eh? Nabu na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa akasimama eh, akazungumza na yule mwanamke muda mrefu sana kuhusiana na haja yake. Yule mwanamke alikuwa na haja, basi Adi, asema wallahi, huyu si mfalme, huyu si mfalme. Maana mfalme kwanza kabisa eh, wananchi wataona uzito kumsimamisha, kisha pili, hata wakimsimamisha hawezi kusimama kwa mtu wa kawaida, zaidi amesimama kwa mtu mzima, mwanamke mtu mzima, eh, utasema labda haongezi chochote katika ile jamii, kisha amesimama muda mrefu sana mpaka akamkidhia haja yake, subhanallah. Akasema huyu haiwezi kuwa ni mfalme, itabaki tu kuwa kweli ni, ni nabii, lakini bado haja, yani imani haijengeka kikamilifu. Basi akaondoka na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaenda paka nyumbani. Walipofika pale, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamtolea kama sehemu ya kuketi. Wao wenyewe huita wisada, sisi ufasiri kuwa ni mto, eh, amemtolea sehemu ya kuketi, lakini hicho kitu chenyewe, ni kama tutasema kama tambara ama tauli <coughs> ama kijikijamvi, sijui utaita kama hivyo. Hicho kitu cha kuketia kimetengezwa na ngozi, kisha kimefinikwa finikwa na majani, yani kimeshonwa shonwa majani kwa juu. Basi ndo alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitumia kuketi, akatoa akampa yule Adi. Angalia, na bwana Mtume akataka kuketi chini, yule Adi akamwambia la, la, la, tukuwa wewe, keti wewe, bal anta tajlis alaiha, yani wewe keti juu yake. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akakata na akampa yeye na yule 'Adiy ndo akaketia. Angalia, huyu rasulullah afdalu khalqi llah, huyu ndo kipenzi ndo mbora wa viumbe wa Mwenyezi Mungu, ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eh, lakini hata hata kiukubwa, yeye ametosheka na yale ambayo Mwenyezi Mungu amempa. Eh, akaketi chini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huku yule Adiy ameketi juu ya ile isada ama juu ya ile yani, eh, eh, sehemu subhanallah, yani e Adiy akaathirika sana pia na ile mwanake, akasema la ungekuwa ni mfalme angekuwa ana netwaje eh, <coughs> sehemu yake ya kuketi, kiti chake kikubwa kile cha kifalme eh, haya yote ha, ameingia ameona, nyumba ni nyumba ya kawaida, ina vitu tu kidogo. Subhanallah, basi akaathirika sana. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia Ewe Adi, silimu bwana, utasalimika siku ya Kiama, aslim taslam, silimu utasalimika kwa Mwenyezi Mungu. Na akakariri maneno haya mara tatu ha? Adi akasema, wajua bwana, mimi niko katika dini yani, mimi niko katika unaswara yani Ukristo. Bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, mimi najua dini yako kuliko wewe unavyojua. Adi akamwambia ah, wewe kweli wajua dini yako kuliko, eh, wajua dini yangu kuliko mimi? Bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, ndio na hata nikutajie baadhi ya mambo ambayo nyinyi mwayafanya na hayamo katika dini yenu. Akataja masala. Masala yenyewe ni kuwa wale viongozi wanaojiita viongozi wa kidini wa manaswara wakati ule walikuwa wakichukua robo ya ghanima, watu wakenda vitani, ghanima zikirudi wao wanachukua robo ya ghanima. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam sasa, nakasema, nyinyi mwachukua hii robo ya ghanima zikija, lakini hii hairuhusiwi katika dini ya kinaswara. Hmm, basi Adi akasema ni kweli bwana subhanallah, ni kweli na ilikuwa, hili ni jambo ambalo watu hawa hawalijui. Subhanallah, akashangaa sana yule Adi akasema kweli, basi takwa huyu ni Mtume, manake anajua mambo ambayo yamefitika hata watu sisi wengi katika Wakristo hawayajui haya. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema kumwambia Adi, huenda wewe hutaki kuingia hapa kwa sababu <coughs> ona kuwa wanaofuata Waislamu ni watu madhaifu, ama Uislamu hauna nguvu, ama sijui una adui wengi eh, lakini nakwambia nakwambia, hadi utaona kuwa huu Uislamu utatimia, amri hii itatimia mpaka itakuwa watu wanapata pesa wanapata mali kwa namna ambayo hawajui, yani zinaingia kwenye milango na pia kwenye madirisha maji ya, ma, mali yatakuja kwa wingi sana hata kama ona, hali yetu kwa sasa si si yenye nguvu, si yenye utajiri eh? Naona ati tuna maadui wengi, labda hilo ndo linalokuzuia kuingia. Akasema basi ujue eh, itakuja wakati Uislamu utaenea na usalama utaenea mpaka mtu aweza kutoka pande za Sham, mwanamke akiwa peke yake aweza kutoka pande za Sham aje mpaka Maka, akitufu Alkaaba. Angalia, subhanallah eh? Subhanallah. Yaani maanake wakati ule kuna wale kwa lugha yetu sisi tunaita mashifta. Shaona. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema angalia Uislamu ukija, uki ukiwa utachukua ile uongozi. Na utachukua uongozi. Basi utaona haya yote yataisha. Na itakuwa mtu yuweza kutoka Sham aje peke yake bila ya kuja na watu, na aje atufu al-Kaaba. Subhanallah. Basi huyu nani aliposikia huyu, eh, Adiy mambo kama haya. He? mwisho ya kasilimu akasilimu, asema yeye mwenyewe katika mapokezi ya hadithi asema na mimi niliishi na nkaona haya yote, niliona kule Baghdad kukiftahiwa, niliona mali yakija bila kifani. He? na nikaona kweli kuna usalama, mtu yeweza kutembea kutoka Sham mpaka Maka bila ishkali yoyote Subhanallah. Basa kasilimu. Bahati yake. Bahati yake la ilaha illallah, Muhammadur rasulullah na huyu alikuwa ni katika yani, watu wa karimu kama vile babake mpaka huwa <coughs> inapokewa, ina kwenye beti ya sheria sema: bi abi higtada adiyun fil karam waman yushabih abahu fama dhalam. Mtoto huyu yani, um, Adi alikuwa amechukua kielelezo kutoka kwa babake katika ukarimu kisha sema na mwenye kufanana na babake basi hajafanya dhulma yoyote. Naam, insha Allah, katika madarasa atakaokuja sasa, tutaingia katika ghazwa ama vita vya Tabuki. Naam, sallallahu ala saidina Muhammad an-nabii al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan awala wa akhira.